Kisa cha Anania na Safira waliosema uongo kwa Mungu. Katika siku za mwanzo za kanisa, baada ya Yesu kupaa mbinguni, Roho Mtakatifu alikuwa ameshuka kwa nguvu kubwa juu ya waumini. Kulikuwa na upendo, umoja na moyo wa kushirikiana. Waamini waliuza mali zao na kugawana kila kitu walichokuwa nacho. Hakuna aliyekuwa na upungufu. Kila mtu alikuwa na hofu ya Mungu na alijitolea kwa moyo wote. Lakini katikati ya upendo huo mtakatifu, moyo wa udanganyifu ukaanza kujitokeza kwa Anania na Safira. Anania na mkewe Safira waliona wenzake wakileta mali zao miguuni pa mitume. Watu waliwapongeza wale waliokuwa wakitoa kwa moyo wote, hususan Barnaba aliyetoa shamba lake lote. Hapo tamaa ya heshima ikaingia mioyoni mwao wakakubaliana kuuza shamba lao pia, lakini wakahifadhi sehemu ya pesa, wakidhani hakuna mtu angejua. Lakini macho ya Mungu yanaona kila kitu. Walitaka sifa za kutoa kikamilifu bila hasara ya kweli. Huu ulikuwa mwanzo wa kosa lililogeuka laana. Siku moja, Anania akaingia kwenye mikutano ya waumini akiwa amebeba mfuko wa fedha. Alitabasamu akijifanya kutoa kwa furaha, akasema: ndugu zangu, hili ndilo tulilolipata baada ya kuuza shamba letu. Tumemtoa Bwana sadaka hii. Petro, akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akamtazama kwa macho makali. Roho wa Mungu akamfunulia ukweli wa siri hiyo. Petro akamwambia kwa sauti nzito: Anania, kwa nini shetani amejaza moyo wako kumdanganya Roho Mtakatifu na kuweka sehemu ya fedha hizo Kabla hujauza shamba lilikuwa lako. Hata baada ya kuliuza fedha hizo zilikuwa zako. Kwa nini umefanya jambo hili moyoni mwako huku? Mdanganya mwanadamu bali Mungu. Mara tu Petro alipomaliza kusema, Anania kaanguka chini na akafa papo hapo. Wote waliokuwa pale wakatetemeka kwa hofu kuu. Waumini wakatambua Mungu ni mtakatifu sana, na Roho wake hachezewi. Watu wachache wakaja wakamwinua mwili wa Anania wakamtoa nje na kumzika. Hakukuwa na sherehe wala maombolezo, ilikuwa hofu tupu na ukimya mzito. Baada ya masaa matatu, Safira akaingia mahali pale pasipo kujua mumewe amekufa. Uso wake ulikuwa na tabasamu la majivuno, akidhani anakuja kupongezwa kwa ukarimu. Petro akamwangalia kwa upole lakini kwa huzuni, akamuuliza ni kwa kiasi hiki mliouza lile shamba? Safira bila kusita, akasema ndiyo, ni kwa kiasi hicho. Petro akamwambia, kwa nini mmeungana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu ya wale waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakutoa wewe pia. Mara tu Safira kaanguka chini akafa papo hapo kama mumewe. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamtoa nje na kumzika karibu na mumewe. Baada ya tukio hilo, hofu kuu ikashuka juu ya kanisa lote na wote waliolisikia jambo hilo. Watu walitambua kwamba Mungu hachukulii uongo, unafiki au kujionyesha kuwa wacha Mungu wakati moyo wako ni tofauti. Mafunzo ya kiufunuo kutoka kisa hiki: Mungu hawezi kudanganywa. Watu wanaweza kudanganya macho ya wanadamu, lakini Mungu huona moyo. Sadaka ni tendo la ibada, si maonyesho. Sadaka inatolewa kwa moyo wa uaminifu, si kwa majivuno au heshima ya kijamii. Roho Mtakatifu ni Mungu. Petro alisema, hukumdanganya mwanadamu, bali Mungu, akithibitisha kuwa Roho Mtakatifu ana utu wa Mungu kamili. Hofu ya Mungu ni msingi wa utakatifu. Kanisa la kwanza lilijengwa juu ya nguvu ya hofu ya Mungu, si maneno matamu ya neema pekee. Uaminifu katika mambo madogo hujenga uhusiano mkubwa na Mungu. Kiasi kidogo cha pesa walichokificha kilionyesha uovu mkubwa wa moyo. Mungu hutetea utakatifu wa kanisa lake. Hili lilikuwa onyo la mwanzo kwa waumini wote Mungu wa changanyo na udanganyifu wa kidini hadithi. Ya Anania na Safira ni kioo cha kila mkristo wa leo. Wakati mwingine tunafanya mambo mema kwa nje, lakini mioyo yetu inaivi tamaa au nafiki, lakini Mungu anatazama ndani ya moyo. Leo Mungu anatuonya kwa upendo: toa sadaka kwa moyo safi, fanya ibada kwa uaminifu, usijionyeshe. Mwache Mungu apokee utukufu wote, kwa sababu kama Biblia inavyosema, Mungu hadhihikiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu, ndicho atakachokivuna. Wagalatia 6 mstari wa 7.